Na nikasema nikifika Dodoma baada ya kufanya registration kujisajili, ambayo tumeifanya leo uh, wabunge wote wateule wameweza kujisajili na mimi nikiwemo, nikasema nitatumia siku hii kwa ajili ya kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini kwa kunichagua kwa kura nyingi sana uh, ambazo zimenifanya nione kweli sasa nina deni la kuwalipa watu wa Kigoma mjini na deni lenyewe ni vitu ambavyo nimeviahidi kwenda kuvitekeleza kwa miaka mitano ambayo nitakuwa naongoza jimbo la Kigoma mjini. So nimesema tatumia vyombo hivi pia kuwashukuru sana, lakini uh, jambo la pili ni kutangaza wazi kwamba tunaenda kufanya mkutano sasa wa shukurani pale Kigoma mjini, mkutano ambao utahusisha ndugu, jamaa na marafiki. Kwa hiyo kama kuna Uh, rafiki yangu yoyote, awe mwanamuziki, awe mwanamichezo, awe uh, mtu yoyote ambaye amefurahishwa na hichi ambacho kimetokea katika jimbo la Kigoma mjini, uh, tunaenda kufanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Kigoma mjini, mkutano ambao utakuwa ni mkutano wa shukurani wa kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini, lakini pia uh, kuwaeleza sasa ni nini ambacho kinaanza katika uongozi wangu uh, kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Kwa hiyo utakuwa na wasanii wa kila aina, nitamshawishi pia mzee wangu Diamond Platnumz, ambaye ya, katika leo wakati na na register niliambiwa nichague watu watano ambao watashuhudia wakati na hapa siku ya Jumanne, na jina la kwanza lilinijia la kwake Diamond Platnumz, kwa tutakuwa naye Jumanne hapa Dodoma a, lakini mke wangu a, Salma Salum lakini pia mtoto wangu Revocatus anapaswa uh, kuja kuona namna ambavyo baba yake ni mpambanaji na njia ngumu ambayo tumepita, lakini leo hii napata nafasi ya kuwa kiongozi mkubwa katika jimbo la Kigoma mjini kwao. Nimempa nafasi mwanangu Levo Revocatus ambaye tayari ashafikisha miaka 18 na kuendelea, lakini nimempa pia nafasi dada yangu pekee ambaye tumebaki naye, tumbo letu tulizaliwa wanne, wawili washafariki, uh, tumebakia wawili ambao ni mimi na yeye, kwa nimempa nafasi na yeye aweze kuja kushuhudia kaka yake nikiwa napata kiapo. Lakini mtu watano nimempa katibu wangu ambaye tutakuwa nafanya kazi naye kama katibu wa mbunge kwa muda wote wa shughuli za Kigoma mjini. So Kigoma mjini kutakuwa na mkutano mkubwa wa shukurani wasanii wote, na nitaomba sana wa, wasanii ambao wako tayari kwa ajili ya kuja kunisapoti. Wanipe taarifa mapema ili kuweza kufanya maandalizi, lakini mkutano huo utafanyika wiki ijayo, uh, weekend uh, kati ya Jumamosi au uh, Jumapili. Tunaangalia uh, siku nzuri kwa, tutatoa taarifa rasmi.